Jicho la habari linaanzia hapa jijini Dar es Salaam ambapo serikali inatarajia kufanya kongamano la kujadili masuala ya usalama wa mtandao pamoja na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna salama ya kutumia mitandao ya kijamii na kidigitali ili kuongeza uelewa kwa umma juu ya hatua stahiki wanazopaswa kuchukua wanapotumia mitandao kulinda taarifa zao. Taarifa ya Philip Mwihava hapa eh, taarifa yake Philip Mwihava hapa studio inasomwa na Agostino Malusu. Mkurugenzi wa miundombinu ya Tehama kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mhandisi Leo Peter Magomba, amesema warsha hiyo ikiwa ni mara ya kwanza nchini Tanzania imekuja kufuatia ongezeko kubwa la matumizi ya mitandao nchini, hali inayohitaji hatua za makusudi katika kuhakikisha usalama wa kidijitali unaimarishwa. Mhandisi Magomba amesema kwa kuwa mtandao hauna mipaka ya kijiografia, ushirikiano wa kimataifa ni muhimu katika kuhakikisha hatua zinazochukuliwa zinaendana na muktadha wa kidunia. Tutajadili kwa upana wake swala la usalama mtandao, nini kifanyike, eh, na, na watumiaji wajue ni nini wanapaswa kufanya wanapoingia kutumia internet na pia ni nini kinatakiwa kifanyike kwa wale ambao especially watoa huduma pia wafahamu na wenyewe wanatakiwa wana wajibu gani na ni sera zipi ambazo zinatakiwa zi, ziwekwe sawa sawa ili kuhakikisha kwamba anga letu la mtandao linakuwa salama. Lakini tutaangalia pia masuala ya akili unde, tunafahamu ni teknolojia ya msingi kabisa ambayo awezesha uh, utendaji kazi. Tutaangalia pia uh, upatikanaji wa mawasiliano um, kwa watu wote. Na kwa upande wake mtaalamu wa masuala ya mitandao nchini Yusuf Kileo amesema ni muhimu kwa wananchi kuripoti mara moja kwa mamlaka husika pindi wanapobaini kuwa wamevamiwa na kudukuliwa katika mifumo yao husiana na masuala ya reporting, tunahamasisha watu wa ripoti kwenye taasisi mahususi nchini kwetu. Hapa kuna kitengo maalum kinachodhibiti uhalifu mtandao nchini kinaitwa Cyber Crime Unit, na kitengo hicho ndio mahali sahihi ya watu kuripoti matukio ya kihalifu mtandao. Asante na kutoka hapa.